Yes, saluti kwake kitendo cha kula hela ya msikiti ambayo alipewa kwa ajili ya sadaka, hizo ni hizo ni ni ni tu, ni trending tu, ni content. Hawezi kula hela ya msikiti, ni kaamua kufanya hivyo tu, mambo ya yani muweze kumwongelea kama vitu muongelea, lakini hajafanya kitu kama hicho kwa sababu amwe, ana hela anajiweza, yes. Kwa upande wa ndugu zako wengine watu maarufu ambao ulikuwa ukihang nao sehemu mbalimbali, siku hizi umesema umehide kidogo kwa ajili ya mzigo umeongezeka, yeah. Bado kwenye maisha ya kawaida mnaishi vizuri, kwa maana mnatembeleana na mnawasiliana? Tunaishi vizuri lakini, inafika ina, baadaye hata wewe ikishakuja kuja kutokea utaona, ukiwa na kipato kikubwa watu wenyewe wanakukataa, marafiki wanapungua, wanakuwa wanajishtukia hata ukijaribu kuwa karibu nao wanaona kama labda una, wa, una wa enjoy sijui, unaelewa. Wenyewe mwisho wa siku wenyewe wanajipunguza, lakini mi sina tatizo bro. Aristote wa miaka ile na sasa hivi ni vitu vile tofauti. Uh, uh, sihitaji kuongea sana, lakini muda utaongea. Eh, laki ni lakini jambo la muda tu, lakini hapa, uh, Aristotle, mimi nikupongeza sana kwa, ni miongoni mwa watu ambao ukiwa na ushikaji na mtu basi unakuwa na ushikaji wa kweli, yani kutoka moyoni. The theme ambayo ilivyo kwa Irene mao, umekuwa ni mtu ambaye mara nyingi uko naye sana. Ujue ukiwa Irene ni rafiki yako, Diamond ni rafiki yangu, baadhi ya marafiki zangu nyinyi mnawajua. Mimi nina na, na ule ushabiki au na ule upendo real. Siko kwa, kwa mtu kwa ajili ya kitu. Ukiwa na urafiki wa mtu, ukiwa rafiki wa mtu kwa ajili ya kitu, kile kitu kikiisha maanake urafiki utakuwa umefanya nini? Umeisha. Airini mimi ni rafiki yangu damu damu, sijui unaelewa. Awepo na majanga sio na majanga, yule ni, ni rafiki, siko naye kwa ajili ya kitu. Sijui unaelewa s yes, urafiki wetu yani uko, yani ni, una bond kama vile ulivyo na, na, na Diamond. Kwa nini huduma yake watu wamekuwa wakibeza, watu wanaona kama ha deserve kuwa tumishwa? Amna na deserve kwa sababu watu wamezoea kuwa ukiwa mlokole lazima uishi kilokole. Yeye ye ni mlokole wa kisasa. Sijui unaelewa, ni mlokole mwenye pesa, ni mlokole mwenye kipato. Kwa hiyo wa, wa, wasawezi si, kuishi kama watu wanavyotaka aishi yeye. No, anaishi anavyotaka yeye, cha msingi Mungu anajua, kwa sababu waakaokoka basi, wengine mkipiga kelele, aimuhusu maisha anaenda. Yes, kuna, na watu ambao wanasema mavazi wakati mwingine pia lazima yazingatiwe, hasa kwa watumishi wa Mungu. Kuna siku Irene ashai kuvaa uchi eh? Anakuuliza, unaposema mavazi, mavazi gani ya Irene yanao kukera wewe? Watu bata wanalizungumzia sana. Ukiwa na hela lazima ule bata bro, ukiwa na hela lazima utumie hela. Yes, Mi sijaona ubaya wowote. Hizo ni, ni comment tu za watu wenye walio walio feli, wanapenda kuzungumzia vitu visio, visio kwa namatic hapo maswali yameisha yameishakanisa mbayo alisema anajenga. Kwa kweli kama asambay ni Mkristo na yeye ali ni Mkristo, misingi ya kanisa nani? Yes, labda yes, amezingatia issue ya Irini kufungua kanisa; ni kitu kiko sensitive. Mimi kama Aristote sitaki kuongelea hicho kitu au sitaki kuingilia in deep kwa sababu hapo tuna deal na, na Mungu. Sijui unaelewa tuna deal na Mungu. Kwa hiyo sitaki kuongelea hicho kitu, ni kitu kiko sensitive. Swala kanisa inabidi mtafute Irene mwenyewe au mmoja maswali ya kuhusu kuokoka au swala la kusema kufungua kanisa, yeye ndiye atakuwa na majibu sahihi, lakini mimi Aristote sina majibu sahihi kwa sababu sitaki kufanya utani na mtu anaitwa Mungu ndio anayefanya mimi naongea hapa. Kwa hiyo sijui kwa undani. Yeye ndio anajua nini kinaendelea.

yaani kama sasa hivi unaona wasanii wengi wanajenga fulani sijui cha fulani anajenga wanafata nyayo za Aristote wanafata nyayo za Aristote hawezi kuongea medium zimejaa mwanangu umetusanua mwanangu zimejaa wote wa babalevo wakina mwijaku ninaozieza mwanangu umetusanua mimi ndo role model wao mimi nawapongeza napenda mimi maendeleo kwa sababu wasanii wa miaka ya nyuma walikuwa wanajisahau. Unakuta mtu ni msanii alafu mwisho siku jina limeisha, ana drop mwisho siku anaingia kwenye madawa ya kulevya, mwisho siku anakuwa kama chizi, anakuwa na lawama kwa sababu hawakujipanga. Kwa sisi sasa hivi tuliyopata hiyo bahati ya kuwa na baadhi ya vijiji jina kukuwa na vijina vidogo lazima tu, tu maintain hilo jina letu kwa baadaye, tusije tukawa kichekesho. Ndio maana mimi ni moga wa kesho sana, niko makini sana na kuhusu kesho, wasije asije akaambia mwanangu, unaona baba yako alikuwaga hivi no. Mimi nimejipanga bro kwa uzee wangu Mwijaku well, yes. uh, amejenga wa mm. uh, mm. uh, kwa mjeno kwa, kwa, u, kwa, uwezo wake, lakini alichokijenga Mwijaku pale sio, sio nyumba, ni nyumba ilikuwa kama vile ya kulindia saiti, lakini mwisho wa siku ikabidi ajistiri, kwa sababu huwezi kujenga kwenye kiwanja cha siku ya mita mia mbili. Unajua siku ya mita mia mbili wewe ushadi na viwanja ushawe kujenga sku ya mita mia mbili ni eneo lenye unaweza kajenga tenki la maji au mnara sijui unaelewa, au kijumba cha mlinzi, lakini kaweza kukimenteni kile kiwanja kasuka mita miambili, kaweka nyumba yake na naishi na familia yake, maisha anaenda. Baba Levo kaji ka upgrade alivyojenga. Kama atafanyikiwa kumaliza ile nyumba kama ilivyo kwenye ramani, ndampongeza na ndamuappreciate kwa sababu sio jambo rahisi kama naofikiria bro. Kwenye ujenzi pale Baba Levo alipofika bado, yani kama, kama mziki ndo iko studio sijui unaelewa bado sana yana sijigambe kabisa pale pale, bado ile ni boma tu, sio nyumba ile, bado nyumba inakuja kwenye kitu kinaitwa i finishing. Hebu sema finishing. Finishing. Yes. Yes, karibu.